Asifiwe sana, Mungu akubariki sana, ambaye wewe umepata kibali cha kuangalia hiki kipindi leo. Nitazungumzia kwa habari ya milima ya kichawi, kwa habari ya milima ya kichawi, milima ya kichawi. Yesu anazungumza, anasema kwamba imani yenu ikiwa kama punje ya haradali, mnaweza kuuamuru huu mlima ung'oke na ukatupe baharini. Yesu, ukiangalia maisha ya Yesu Yesu ame, ameishi Yesu ameishi, ametenda miujiza mingi sana kwenye Biblia. Utasoma kwenye, ukisoma kwenye kitabu cha Matayo, kitabu cha Luka, kitabu cha Mariko na kitabu cha Yohana, utaangalia jinsi Yesu alivyotenda miujiza lakini Yesu anasema imani yenu ikiwa ndogo kama punje ya haradali, mna uwezo wa kuamuru huu mlima ung'oke na ukatupe baharini. Lakini tunaangalia Yesu Hakuna mahala ambapo pameandikwa Yesu akauamuru mlima fulani ukatupwe mahala fulani, hakuna mahala. Lakini Yesu alizungumza, ni neno la kiroho ambalo alizungumza akimaanisha kwamba milima huwa ni matatizo ambayo yanakuja mbele ya safari ya maisha, kwa sababu maisha huwa ni sawasawa na safari. Ndio maana Yesu, ndio maana Yesu alipotaka kuja duniani kuna mtu mmoja ambaye alimtangulia kwa ajili ya kumtengenezea njia ili apate uwepesi wa kufanya kazi yake. Kwa hiyo maisha huwa ni sawa sawa na safari. Kwa hiyo adui kwenye ulimwengu wa roho anaweza akatazama, aka kwenye ulimwengu wa roho akamwona mtu fulani, mtu fulani baada ya miaka fulani atakuwa ni mtu fulani, kwa sababu kila mtu kia, kia, kila mtu huwa anaatua. Kwa mfano, unaweza unaweza kuzaliwa kwenye familia fulani ukawa mtoto ukawa unatambaa, una baada ya pale unaenda shule, baada ya pale unasoma, unamaliza darasa la saba, baada ya pale unaingia sekondari. Lakini hizo ni hatua ambazo zinaanza, lakini sio kwamba unasoma, dala, unasoma shule ya msingi uajiliwe, hapana. Hizo ni hatua ambazo unapiga kwa ajili ya kuelekea lile kusudi, aidha labda utakuwa daktari, aidha labda utakuwa mwalimu, aidha labda utakuwa mtu fulani ambaye unakuwa una ndoto fulani. Kwa hiyo maisha ni sawasawa na safari. Kwa hiyo wachawi kwenye ulimwengu wa roho huwa wanakawaida, wanaangalia wanaona kwamba huyu baada ya muda fulani anaweza akawa mtu fulani, anaweza kawa ni mfanyabiashara, anaweza kawa ni mtumishi wa Mungu kikawaida. Sasa wanatengeneza matukio, wanatengeneza matukio ambayo yatakayokuvunja ya moyo ili kuielekea ile safari ya lile kusudi lako. Kwa mfano Unaweza uka, ukawa aidha labda unasoma unasoma labda darasa la pili unasoma darasa la tatu shule ya msingi, unashangaa unapata changamoto aidha labda magonjwa. Unapopata ile changamoto ya magonjwa ile, kwa sababu unapopata ile changamoto ya magonjwa, lakini kumbuka una ndoto kwamba nitakuwa labda daktari mahala fulani, au nitakuwa mwalimu mahala fulani. Unapopata ugonjwa fulani, aidha unaugua muda mrefu, unafikia mahala hadi unakata tamaa kwa hiyo hiyo huwa ni sawasawa na milima kwenye safari ya maisha ambayo inakufanya ukate tamaa na uvunjike moyo. Kikawaida, milima kwenye ulimwengu wa roho, mtu asilimia kubwa mwenye milima kwenye ulimwengu wa roho ndoto zake utakuta anaota ndoto za milima milima. Mara kwa mara ataota yuko kwenye safari, baada ya pale anakutana na milima, anakutana na milima. Kwa hiyo milima kwenye ulimwengu wa roho ni isha ma milima kwenye ulimwengu wa roho ni ishara ya matatizo ambayo yanaweza yakaja kwenye maisha yako. Kwa hiyo ili uondokane uondokane na hiyo milima ambayo iza wachawi wamekutengenezea, Yesu anasema imani yenu ikiwa kama punje ya haradali, mna uwezo wa kuamuru huu mlima ukatupwe baharini. Na Yesu anamaanisha anamaanisha kwamba kila tatizo lolote linalokuja mbele ya maisha yako cha kufanya, unatakiwa uliamuru kwa maneno Sio kwamba uamuru kwamba nimeenda kwenye mahala fulani kuna mlima ni uamuru, hapana. Unatakiwa uombe ili uliondoe lile tatizo kwa yale maombi yako, unapotamka aidha una, unaomba maombi ya kushindana kwamba ninaondoa kila matatizo ambayo yanayokuja kwenye maisha yangu, utashangaa baada ya muda mambo yanayo.